Jumapili ya tatu ya mwezi Machi mwaka wa elfu mbili ishirini na tano imewaleta pamoja waumini kuomba na kumwabudu Mwenyezi Mungu katika kanisa la ABC kwa Kavo, eneo la Chawalia, kaunti ya Machakos <totipa> Askofu mkuu wa kanisa la Africa Brotherhood Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki akiongoza ibada hiyo amewataka Wakristo kuzidi kutii sauti ya Mwenyezi Mungu na kunyenyekea wanapoenda kanisani kuomba. Nuno

Katika kitabu cha Luka mtakatifu kifungu cha tatu kuanzia mstari wa kwanza maandiko matakatifu ya Mungu yakionyesha jinsi Yohana alivyotumwa na Mungu kuwahubiria watu watubu na kuokoka ili waone ufalme wa mbinguni. Askofu mkuu Dr. Timothy Ndambuki akiwaomba Wakristo kutubu dhambi zao na kunyoosha mapito yake Mwenyezi Mungu.

Askofu mkuu amehimiza kanisa kuwajumuisha watoto wadogo katika mambo tofauti ya kanisa ili kukua katika misingi ya Kikristo na kuwa viongozi wa kanisa la kesho. Ikiiva nuundu kina Sunday school. kina andu noonengelelwa kamuti na ni kindu cha pata muno kwa uu hapo na kora mwe kanisa Is where two or three Andu ima. Ibada ya Jumapili katika kanisa la ABC kwa Kavo siku ya leo imejumuisha hafla ya rambi ya kuchangisha pesa za kufanya miradi ya ujenzi wa ofisi na nyumba za watumishi wachungaji wa Mungu katika kanisa hilo. Christopher, Undugu TV.